Baada ya show ya siku ya wananchi jana hapa Young Africans kumalizika na kutinga hatua ya makundi kibabe, leo ni zamu ya ubaya ubwela, si nyingine, ni Simba Sports Club, mchezo wa marejeano dhidi ya Nsingizini Hotspurs, vijana hawa kutoka kule Eswatini. Eh, mchezo wa kwanza nyama Simba alipata ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Leo hapa kunako dimba hili la nyumbani Tanzania, itakuwaje? Umuhimu ni kubaki na sisi na kusendelea ku subscribe chaneli yetu kisha kubonyeza alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zote ambazo tunakuwekea. Hii ya leo ni mchezo wa ubaya ubwela Simba Sports Club Dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Dakika tisini ndizo ambazo zitamua, je, yes, Simba ataendeleza uwembe wake ule ule ambao waliuanzisha kule Swatini, ama vijana wa Swatini watataka kupindua meza kibabe? Mimi ni shuhuda wako muda wote, mzee wa Mida, Godfrey Nyanto. Shukrani sana Director Jovano kuzingatia engo, inakuwa sawa. Ubaya ubora utamalizikanaje? Endelea kutufuatilia, lakini pia usiache kusubscribe.